iliweka msingi madhubuti wa sera yetu ya ardhi yaani, ardhi yote ya Tanzania huwa ni mali ya umma na rais ni mdhamini kwa niaba ya wananchi. Na mwalimu alisema matukiruhusu ardhi yuzwe kama kanzu, katika muda mchache kutakuwa na kundi dogo la Waafrika wakiwa na ardhi na walio wengi watakuwa watwana, yaani hawana ardhi na hawana msingi wa maendeleo kwa maana hiyo itakuwa ni watwana watumishi wa watu wengine. Sera hii inatuhusu sote, na kwa upande wetu yapo tunayotakiwa kuyaelewa na kuwa tayari kubadilika. Kuwakumbusha kwamba swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima, hivyo tuhakikishe tunazingatia sharti hilo ili kuondoa usumbufu. Kupima kila kipande cha ardhi inalenga kulinda ardhi yetu kuongeza thamani ya ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi, kwa kila mmiliki kutambua mpaka wake. Vile vile vile, usajili wa ardhi unaongeza fursa za kiuchumi, ikiwa au ikiwemo upatikanaji wa mitaji.